Ya, tupo na dogo agent hapa. Dogo agent, mambo vipi? Yeah. kwanza kwanza, ah mambo fresh bwana, sasa hivi kidogo sasa kinoma, ah mishi mishi nyosho ah, ah, kwa mstari naona noma. Dogo agent, ume drip kinoma kwao hapo, inakwendaje kwendaje? ajua haya, ah kwao, tutajie ngoma kutoka kwako. Kwa, ni ngoma kali kinoma, yeah,

a ah, au uh, nyama tu ni 25 25. Yeah, na hapo katikati hapa ni hatari kabisa hapo. Eh, yeah, hapo hivyo hatari hapo. Hapo naona hicho kitu sio cha hapa kabisa hiki. Eh. Hiki imetokea wapi? Shika, ngoja hiyo kiasi mtaka. Da, jizimu hapo. Jizimu. Yeah. Na hapo chini hapo vipi hapo imekwendaje kwendaje hapo nyama? Bali <tokio> lazi. Hatari kidomo, nakubali mwanangu hakika. Nazidi kusupport kazi zako. Supporteni kazi za dogo. Aje